Anaitwa Karimu Hamisi Chipola ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Tandahimba Newala Taneku Limited. Mimi ni shuhuda kwa mambo makubwa na mazuri ambayo yamefanywa na uongozi wa kiongozi wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya kipindi cha miaka minne. Kwetu sisi wakulima, tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipenzi chetu daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyofanya kuinua maisha ya wa wakulima kuhakikisha yanakupanda kiuchumi. Ukiangalia msingi wa mkulima kwanza, ni kumtengenezea mazingira katika uzalishaji, hilo mheshimiwa rais amelifanya kwa vitendo. Ukiangalia katika mikoa hii ya kusini au kwa wakulima wa zao la korosho, hakuna kiongozi aliyethubutu kuwashika wakulima moja kwa moja kule chini kwa kuwapa pembejeo na kuwapunguzia gharama za uzalishaji isipokuwa daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza na kumwombea, mema yote yamkute mheshimiwa huyu, kwa sababu sisi katika mkoa huu au kwenye nchi hii, uzalishaji wa zao la korosho ulisha dhama huko nyuma. Kama mchi, tulikuwa tunazalisha tani laki moja na ishirini, lakini mheshimiwa rais akasema Hapana, ni lazima niwasaidie wakulima hawa kwa kuwapa pembejeo ili kuwapunguzia gharama za uzalishaji. Leo tunazungumzia kama nchi tumezalisha tani laki tano na elfu ishirini na nane lakini ukienda kwenye trendi ya bei ya mazao haya yalikufa kabisa lakini mheshimiwa rais akaanza kupambana, je, kwenda kutafuta masoko, lakini kusimamia mifumo sahihi ambayo itamboresha mkulima wa zao la korosho. Msimu huu uliopita umeweza kuuza korosho zetu kwa bei ya elfu moja mia moja tisini na tano. Haya yote ni matunda makubwa ambayo yamefanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwayo sisi kama wakulima tumejipanga kuhakikisha kwamba mama huyu ni lazima tumpe tena mitano mingine, kwa sababu tunataka neema tuliyoipata katika kipindi hiki cha miaka minne tuendelee kuipata katika kipindi cha miaka mitano ambayo tutampa kwa kura za kupiga sisi sote. Mi nikuhakikishie leo, ukienda kwenye huko chini, unakuta wakulima wanapokea pembejeo tayari, kama ushirika kupitia kesi jiji na bodi ya korosho. Tumeagiza salfa tani elfu sabini lakini kwa dawa za maji lita milioni tisa tayari ziko site, wakulima wanapokea. Na hapa ninapokuhakikishia, kadhi iliyopo sasa kwa wakulima ni kuandaa mashamba kwa wakati, ili tunavyoenda kupuliza basi uzalishaji uwezi kuwa mkubwa zaidi. Na naamini kwa hali iliyoko ya mahitaji ya korosho bei tunategemea kwamba zitakuwa zimeimarika. Kwa sisi kama wananchi wa na wakulima tunamshukuru sana ma, na tunaendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema na aendelee kuwa na moyo wa huruma. Lakini nimeaongea haya kwa sababu mimi ni shuhuda, lakini pia Wanamtwara ni mashuhuda.